Eh, uh, eh, -huh. Uh -huh. Shida yako nini? Uh -huh. Sema, sema ongea, shida yako nini? Ni kazi ya dishi nilikuwa nilikopa ni nilikopa nilipenda. Eh, eh. Sasa ni ni kazi kwa ya tanzi kabini vile tuko sasa. Mazoezi ndio kwa kanisa kutoka katisha hapo nafika hapa mjini. Eh, eh. Sasa ndio ndio sasa kabini ni vaya. Hizo uniform za nani? Za baba. Eh? Uh za -huh. baba. Ana cheo gani baba? Baba, baba, baba, baba, nasikia unataka kufanya.

Kachini. Kachini. Wafangu Kachini. Wafangu. Kachini. Kachini. Kachini. Nataka uniambie kwa nini umevaa uniform za jeshi? Na, aha. Sasa subiri, leo shetani tunataka tumtoe, anza kumkemea shetani, shetani. Ndio nakemea hivyo. Taratibu hivyo. Shetani. Ndio hivyo ndio hivyo. hivyo unasoma ile, unapenda kazi ya jeshi. Kwa hiyo tikikusaidia leo, wewe mwanajeshi huko tayari. Sasa kama wewe ni mwanajeshi, umeshindwa kutembea kwa miguu kutokea TANESCO mpaka mpaka mpaka tauni, unapanda kifodi wewe. Unaweza kweli jeshi? no. Unaweza ukatembea mkoa tu mkoa, na wewe unaweza kweli ungangaliwa jeshi? Ndio afande, naweza kabisa na imani, kwa sababu ni kazi ninayo ninayependa afande, naipenda eh. Ndio afande, haya njoo huko.